Siku ya jana shirika la ndege la Ethiopian Airlines, mojawapo ya mashirika ya ndege yanayokuwa kwa kasi zaidi duniani na shirika kubwa zaidi la ndege barani Afrika lilizindua huduma mpya ndege za abiria hadi Shajaa, falme za Kiarabu. Safari ya uzinduzi iliadhimishwa kwa hafla ya kuvutia iliyohudhuriwa na mabalozi, maafisa waandamizi wa serikali na wakurugenzi wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines. Njia hii mpya itafanya kazi mara nne kwa wiki ikiunganisha abiria kwenye mojawapo wa miji mahiri ya UAE inayojulikana kwa utamaduni wake tajiri na fursa za kiuchumi. Huduma hiyo mpya itaendeshwa na ndege ya kisasa aina ya Boeing 737 Max ikihakikisha matumizi mazuri na ya ufanisi usafiri. Safari hiyo itaongeza mtandao wa safari za abiria za shirika la ndege katika umoja wa falme za Kiarabu, kwa kujumuisha Sharjah, kitovu muhimu cha kiuchumi katika umoja wa falme za Kiarabu. Huduma hii mpya inakamilisha shughuli za kampuni zilizopo za shehena na kuimarisha muunganisho wake kwa mashariki ya kati na kutoa fursa zaidi za kuchunguza urithi wa kitamaduni wa UAE na mandhari ya biashara yenye nguvu kwa urahisi zaidi. Kuhusu uzinduzi wa huduma hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Ethiopian Airlines Group, bwana Mesfin Tasio alisema, tuna furaha kubwa kuwaunganisha abiria wetu na sehemu nyingine ya mapumziko katika UAE kupitia safari zetu mpya za kwenda Sharjah Tume tumekuwa tukiunganisha UAE na Afrika kwa karibu miongo mitano sasa, na huduma hii mpya itasaidia kukuza uwekezaji, utalii, uhusiano wa kidiplomasia na mafungamano ya kijamii na kiuchumi kati ya maeneo haya mawili. Shirika la ndege la Ethiopian Airlines huendesha safari zaidi ya mia moja za ndege za abiria na mizigo kila wiki hadi maeneo zaidi ya 17 katika mashariki ya kati. Kuwepo kwa shirika hilo la ndege katika eneo hilo kulianza mwaka 1979 wakati ilipozindua safari za kuelekea Dubai kwa kuashiria takriban miongo mitano ya huduma kwa Umoja wa Falme za Kiarabu. Njia mpya Sharjah iliyoletwa inaboresha muunganisho wa wa Ethiopia kwa UAE na kuimarisha mtandao wake kote mashariki ya kati. Upanuzi huu unakuza biashara utalii na ubadilishanaji wa kitamaduni kati ya Afrika na UAE huku ikithibitisha kujitolea kwa shirika la ndege kwa usalama, kutegemewa, na huduma ya kipekee kwa wateja.